na Lulingo TV buanga bwefwe

Na tena tunaaji wazazi wenye wako kwa misikhu wodi waangalie watoto wao, kama watoto wao wanaendelea kuibia watu wajue, pia tuko tunawaendea kwa sababu pikipiki zetu zimepotea. Hata mimi nilikuwa mwadhiriwa kwa hey, yeah. hey, ni wa kwanza uibiwa pikipiki kwa hii njia. Ai, watoto wangu wanayala njaa, hii barabara ni mbaya. Mimi ninapoongea hivi za izaisi sai niko na mtu mwenye hospitali Misikhu chana chioni walichukua pikipiki yake mahali hapa. Na kumulomwa kuno kwama khunyola kamani khwama khuyo omukholi wabukusi nabukulani chimbeka chino omukhaye Magdaleni kisiang'ani wamakhulomali kumwanda kuno khuba muli balibi yakholerere bakali babwe khwendelea khunyola litoma kama mwanabiashara anapata ugumu kwa hii barabara, barabara ni mbaya, unapata ka vitu zetu sokoni, unawaziliwa. Tunataka watusaidie, unge watu naemsie wakuja, karibu watuambie. Yeah. libalya batimiba chipikipiki khwendeleakhwe murikhunya lyemurikhunya lyamani lyabele nalibonekhana chisikunditi lundi mwisasa lya bubunge lyebebuyeya mumbo elino nelimo musirekere esio syakuywa nio batimibwa chipikipiki babele nabetuba alala khukhola lyemurikhunya lyamani e bali nabaloma balyi ya nole kimianda chimbeka echino

E tumeandamana kwa kwa kwa hiyo barabara barabara barabara kutoka so... mpaka mpaka mpaka Halala. ni ni mbaya mbaya. sana. wa hey. ile ile ume, umepikiwa kura na watu wa hey. hey. hey. hey. Ukitoka, ukitoka hey. lazima ya kwenda kwa shule uende mama wajawazito tukitoka saa sita ukipikiwa simu upepe mama mchamzito hey. hey. hey. Na kwa mikono yetu. Yeah. Sasa tunaomba mheshimiwa kama anatuona kuja atusaidie, sisi hatuna ubaya na yeye. Ukiweka lita moja shilingi mia tatu inaishia kwaiua <mukuka>, tumevunja watu wengi mpaka wametuokopa.